Sasa watu wa Arusha, sisi siku zote tumekuwa ni mfano, na mimi najivuna kwamba nimeendelea kuwa mfano bora katika nchi. najivuna kabisa, sihitaji kuambiwa, najua ndani ya moyo wangu nachowaza. Angalieni hata viongozi mnaoletewa, mmeletewa hapa mkuu wa mkoa, yaani kazi kila siku kazi yake ni sherehe. Huyu anatakiwa mwenyekiti wa kamati za harusi huyu huyu nakwambia, unasema viongozi gani hawa? Unaamka asubuhi unakuta barabara imefungwa, kuna nini? Makonda anaishwa subaru moya kabisa. Unaamka tena unasikia Arusha, kuna nini Arusha kuanzia Alhamisi ijayo mkuu wa mkoa wa Arusha bwana Paul Makonda amesema kutakuwa na tamasha la kuchoma nyama na bia, barabara ya Uswahilini itafungwa. Mambo gani yametoa? kishamba shamba nyie hivi. Je, watu wangu kwa nini ama mimi naongea bumbuli hapa? sio Arusha? Hebu uh, niambieni hili -huh. Bahati hapa ni Arusha, hapa Arusha, hapa ama sio Arusha hapa? Nyie ni watu wa Arusha nyie. Unakaa tena unasikia Arusha, ehe Anakuja na nini tena? kuanzia siku ya Jumatano la Alhamisi, eneo lote la stadium barabara zitafungwa, kutakuwa maonyesho ya mama na mtoto kupika uji. Na nyie mnaenda kama mio? Mi mji umji, haki ya Mungu mi taama mji mi naama umji, mi naenda zangu bumburi huko bumburi. A, mnakuaje nyie town, mnakuaje Mnapelekwa peleko hadi, anasema ama siongei riki. Hebu andaa mikutano kumi na tano ya hazara, hebu niongee na watu wangu. Labda mmelogo nyie, ama nyamanyama mnaukula? Haya, haya, amekaa kiboya. Haya, nilikutana leo ftari kafanya tena, na mnaenda hivi nyie, mmesahau kusachi watu, mnashinda kumsachi huyu. Mna msachi mnashindwa hivi oh, oh, oh. E jamani, hamuoni kama kuna kituko kimeingia mjini hapa. Na mimi naona unavogombana huyo pimbi mwingine na nigambu wanagombana. furahi za wa Mungu, nakushukuru, najibu maombi nikiwa hai <laughs> na enjoy sana hii life hii eh? <laughs> mheshimiwa jibu

Ya, ya, asubuhi asubuhi, sisi tukomalia kitu hichi. No reforms, hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko, na nyie msitweitwe. Leo nimeona, leo leo, wapi? Leo jana, ha, eti kuna wamealikwa, eti ana, amepata scholarship elfu moja za vijana kwenda India <laughs> kwa maboyo awashikaje? <laughs> nchi hii yote huwa haina scholarship elfu moja kwa mwaka yote. Aliita hapa wagonjwa maututi, njooni. Mkaenda kutoa baba zenu vitandani na hospitalini, mkapeleka pale. Nikawa na cheki tu. Mtu mmoja akaniambia, mheshimiwa, toa kauli, huyu jambo halitekelezeki. Nikasema ah, ukitoa kauli unaharibu Ngoja hao watu wakapigwe na jua, alafu shindikani, ndio watakuja kwetu kwa hasira. Mmerudi kwetu kwa hasira, si ndio? Wakaenda pale tulia, wakaenda pale eti babu yako anamwandikisha nini? Wengine mka people, wengine mkaambiwa watu wote waliozulumiwa wenye kesi mbalimbali, hata kama ziko mahakamani njooni kwangu. Mkaenda mkaenda, nikaona mpaka mama mmoja analalamikia ndoa yake, na yeye ya anasema kuanzia sasa ile ndoa mkapatana. Ulishaonaga upumbavu kama hivyo duniani wewe? Yaani mimi na mke wangu tunakosana chumbani, unanisuluhisha hadharani? We nani wewe? tumefanywa maduansi, tumefanya nini mabaya? na kwa sababu gani wanafanya hivyo? Ngoja nitakwambia, wanajua tasmini ya kuiba kura inapimwa kwenye uwezo wako wa kufikiria. Wana, hawa watu hawana maarifa ya kutosha, tunaweza tukawageuza kama chapati. Kaya tamasha mi nilikuwa zangu Canada. Nikasikia Arusha itasimama na akatangaza mtakaokuwa mnakuja Arusha, ukisimamishwa na traffic, sema naenda Arusha, traffic hatakusumbua mkaenda mkachomea nyama kwenye lami pale. Nikakutana naye mimi kule kwenye kawa kule, nikamwambia dogo njoo hapa, Njoo. Nikaambia wewe, ulikosa mahali pa kufanyia tamasha lako mpaka ufanyie kwenye lami? Unafunga barabara siku mbili, unaua uchumi. Uchumi ni transaction, uchumi ni movement. Ukisimamisha watu kutembea, unasimamisha mzunguko wa fedha. Nikamwambia wewe, ulishindwa kupeleka tamasha lako General Tire? kama utaki sifa za kijinga Ulishindwa kupeleka tamasha lako stadium usiku. Kwa nini hakupeleka tamasha stadium? Uwanja ni wa kwao, milango wanafungua wao, uwanja unapokea zaidi watu elfu ishirini. Kwa nini usipeleke tamasha lako stadium ama viwanja vyanaotaya? Unafunga barabara, watu hawapiti, kiereere na sifa. Sasa tukipambana, tukawa na no reforms no election, vizuri tukawa na uchaguzi huru na haki, hawa watu wanai tunawapunguza ofisini.